Nashukuru sana TAWAH ila nina imani Mwenyezi Mungu ndio ameniletea ili waweze kufikisha ndoto yangu pale inapotaka. Kiukweli nilikuwa nimepoteza matumaini. Kwa majina anaitwa Salma Mape, nina furaha kubwa sana kwa ujio wa TAWAH. Mpaka sasa mi naona TAWAH ni familia yangu. TAWAH amefika mwaka mbili na ishirini na moja, nikaenda kwenye vikao vya kwanza, tukiwa kwenye shule ya msingi nami nikawepo. Nikaenda kwenye vikao nikasikiliza vikao nikarudi. Niliporudi nyumbani, nikamwambia mume wangu sasa, nikamwambia hapa kuna mafunzo yanakuja ya chuo cha ufundi wanawake, kwa hiyo mimi niko tayari. Wakawa wanatakiwa wamama mia na ishirini ishi wa kwanza, lakini ni jambo la kumshukuru Mungu katika wale mia na ishirini mimi nilikuwa wa kwanza katika lile kundi la kwanza kabisa. Nilikuwa mimi wa kwanza nikenda nikajiunga kwanza, nikawa namuomba Mungu namshukuru Mungu hivi, katika mia ishirini mimi nimekuwa wa kwanza katika kujiunga kundi la kwanza e, Mungu nakuomba nisaidie. Kweli tukapambana mpaka tukahitimu yale mafunzo yetu ya kwanza, nikaja kuchaguliwa tena kiongozi ma Mungu unanipa upendo wa kiasi kikubwa sana. Siamini, siamini. Katika hawa mama tuliojiunga hapa, afu mimi, mimi, mbona tuko wengi. Kwa nini mimi? Ila Mungu naona Mungu ameamua sasa kunipa ile si nafasi. Kweli nikawa kiongozi, nikaenda kusimamia nyumba, tulijenga nyumba ya kwanza ya Bibi Kisozi. Mimi nikawa ndo fundi mkuu pale, nikasimamia, namshukuru Mungu nyumba yetu haikuwa na changamoto. Nilivyoisimamia, tukajenga mpaka ikaisha ile nyumba

poisha kujenga nyumba tukarudi tena saiti hapa kwenye ofisi yetu hii ya TAWAH. Ikaja nafasi ya kwenda kusoma VETA, mimi nikawa wa kwanza kuchukua fomu kwa sababu napenda kusoma, napenda napenda sana kusoma, japo na umri mkubwa, lakini bado sijakata tamaa, ndoto yangu ile bado ipo ya kusoma. Basi nikaenda chuo, tukasoma miezi mitatu, tukamaliza, tukarudi kapata cheti, namshukuru Mungu pia. Cheti changu kilikuwa sio kibaya sana, kilikuwa kizuri. Nikarudi kaendelea pale chuoni kwenye chuo chetu cha wanawake. Pia nafasi ikaja tena, kwa uwezo wa Mungu nikachaguliwa mimi kuwa msimamizi msaidizi wa kituo, nasimamia kituo, ikiwa tuna fundi wetu, mwalimu wetu fundi Mudi, kwa hiyo mimi nikawa msaidizi wake. Pia katika jamii nimejitahidi pia kuhamasisha wanawake wenzangu na wengi, nimefanikiwa kuwaingiza wapo katika huu mradi, sehemu mbalimbali. Wengine wametoka nje ya kijiji chetu, wengine wa hapa ndani. Namshukuru Mungu pia kwa hilo. Hiki hapa ni kisima kidogo ambacho kilichimbwa kwa mkono ambacho ndio natumia kwa sasa. Napata maji matumizi yangu yote maji napata hapa na miliki zola sasa hivi ya kwangu mwenyewe. Nimenua simenti, nimefyatua matofali. Hizi tofali nilifanikiwa kutengeneza kwa kutumia mashine. Mashine hii ambaye nilienda kuichukua kuiazima TAWAH. TAWAH amenisaidia kunipa mashine ambao wanasema kwamba mwanachama yoyote mwanakikundi ana uwezo wa kwenda kuwazima mashine na kuja kufyatua tofali ili kuweza kujiwezesha kutengeneza nyumba yake mwenyewe. Mpaka sasa nimepata tofali elfu mbili lengo langu niongezee tofali mia tano ambazo simenti yake tayari ipo, ila nilikuwa nasubiri hizi ili nizitoe hapa nizipange pembeni niweze kupiga tena tofali hapa na hapa eneo hili ndipo napotaka kujenga nyumba yangu. Hizi tofali nimetengeneza kusaidiana na familia yangu akiwepo mume wangu na watoto wangu. Nimesaidiana kutengeneza hizi tofali u pia tumepunguza gharama, tofauti na kumtafuta mtu nje kuja kufyatulia tofali atakayela nyingi. Kwa hiyo familia yangu imenisaidia kutengeneza hizi tofali. Hapa ninachosubiri ni kuanza kusimamisha boma langu na kuanza kujenga nyumba yangu nije kuwa mmiliki wa nyumba ambaye nyumba itakuwa nyumba nzuri ya mfano baadaye, ikiwezekana nije kuwa na usafiri wangu. Mm, hii ndio nyumba yangu ambayo inaishi, na hili hapa ni banda la kuku ambalo nimelijenga mimi mwenyewe kwa mkono wangu nimejenga ambaye ni nyumba ya kwanza kujifundisha kujenga, nimejenga mwenyewe kwa mkono wangu bila msaidizi yoyote. Na hapa kuna vijana wangu ambao wanagonga korosho waniziandaa korosho kwa ajili ya kuliwa. Huyu ndiye mtoto wangu wa kwanza, huyu mtoto wangu wa kwanza anaitwa Hamisi Faume ambaye ni wa kwanza. Na huyu hapa ni mjukuu Nasri. Huyu ni mtoto wangu ambaye, Zulfa, mtoto wangu wa tatu huyu ndiye ambaye amejiunga na yeye kwenye taasisi ya Tawah kwenye chuo cha wanawake wajenzi. Na huyu huko anayekuja nabeba miogo, ndio mume wangu Father House. huyu <laughs> ndiye mume wangu, anatoka shamba, ametoka kubeba miogo. Hiyo ndio familia yangu niliyo nayo hapa. Mke wangu amehamasika, mpaka dakika hii kidogo tunaona matumaini yapo, amejifunza na ameelekea, kwa hiyo anafyatua matofali, na mimi vilevile napata na ujuzi kidogo kupitia yeye. Na ujenzi naotegemea kujenga sitakuwa peke yangu, ujenzi huu nitashirikisha na familia yangu, kwa hiyo tutajenga ujenzi na familia. Huyu ni binti yangu ambaye atasaidia kwa hali moja au nyingine, mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu yeye pia ni fundi ambaye ana vyeti, cheti cha ujenzi, cheti cha mbao vyote anavyo. Kwa hiyo nitashirikiana naye mwanzo mpaka mwisho, kiukweli.